Sasa katika utekelezaji wa wa wa, wa ujenzi wetu kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais alikuta vipande viwili vikiendelea katika, kwa maana katika ujenzi wake, lakini kama mnavyojua mpaka sasa hivi kipande cha Dar es Salaam Morogoro, Morogoro Makutupola nimeshaanza kufanya kazi. Na ukiangalia kwa maana ya, ya awamu ya kwanza tunajenga kilomita takribani 1219 kwa maana ya kutoka kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Mwanza. Lakini hiyo ni kwa maana ya njia kuu. Ukijumuisha na njia za kupishania eh, na, yetu, inaenda, sehemu, inasimama, nyingine, kwa unakuwa na stretch kama ya kilomita mbili zile tumejenga. Kwa unaweza kukuta tumejenga reli mbili. Kwa njia za kupishania naamini kwa sasa hivi kwa Tanzania wengi wanaelewa maana yake nini? Kwa kwa maana ya njia moja kwa moja ni kilomita 1219 lakini kujumuisha na za kupishania zile tumejenga kilomita 1596 mpaka Mwanza. Eh? Yeah. Na hiyo ilikuwa ni kwa maana ya awamu ya kwanza ambayo ina vipande vitano. Kipande cha kwanza cha da, cha Dar es Salaam, Dar es Salaam Morogoro, ambapo kama nilivyosema tulishaanza tayari, lakini vile vile kipande cha pili cha Morogoro Makutupora ambao na chenyewe tumeshaanza. By the way, tunaweza treni yetu ya umeme unayoiona sasa hivi hapa inaweza kufika Makutupora ya umeme, kwa maana tuweze kufika paka karibia na Manyoni kule. E, kwa maana ya miundombinu yote inaruhusu ina. Lakini kuna kipande cha tatu kama nilichowaambia cha kutoka Makutupora Tabora cha kilomita 368 na ambao kiko as, asilimia 14.53. Tatu kuna kipande cha nne kwa maana ya Tabora Isaka kama nilivyoelezea mwanzo kikwa asilimia 6.61, na kuna kipande cha Isaka Mwanza kikwa asilimia sitini na tatu pointi moja moja sifuri. Sasa mmeweza kuona kwamba kuna, kuna wakati kamati yetu ya miundombinu ilitembelea, wakapanda treni kutoka Shinyanga, treni ya mhandisi kwa madaraja yameshamalizika. Na hii tunaendelea vizuri, tunaamini mpaka mwishoni mwa mwaka huu yawezekana ujenzi wa, wa, wa, wa, wa Isaka Mwanza tukawa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kumalizia. Lakini kuna awamu ya pili kama nilivyoeleza, ambao tutakuwa tunajenga kilometa elfu moja mia Tano tisini, kwa maana ya njia kuu, lakini ukijumuisha uki, uki, uki, na, na njia za kupishania tunajenga kilomita elfu moja mia sita themanini na tano na kwenyewe, hapa kuna vipande vinne. Kipande cha kwanza kama nilivyowambia, sijawambia asilimia, lakini kipande cha kwanza, cha kwanza kwa maana ya Tabora Kigoma, tuko asilimia saba pointi nane moja ambao ujenzi unaendelea, lakini kuna kipande cha cha pili cha Uvinza Maragarasi, ms, ms, Msongati Uvinza Maragarasi pale mpakani, kwa maana upande wa Tanzania, na kutoka Maragarasi kwenda Msongati, hiyo ni upande wa wa wa, wa Burundi e, ambapo, nishasema ishasema kuna kilomita mia, mia mbili themanini na mbili nawenyewe unavyozungumza kwa sasa hivi, mkandarasi wako site wanafanya nini? Preparation kwa ajili ya kuanza ujenzi wa makambi na ujenzi wake u, u, uanze.